Novati Emmanuel Alois. Nani? Novati Emmanuel Alois. Eh, unatokea wapi? Mimi natokea Maruku. Maruku, ndio tumetoka leo kule kwenye mradi ule wa maji. Mimi nilikuwa gana pale, walivyosema kuna msaada wa kisheria pale, ndio mimi shida yangu ni tofauti. Mimi shida yangu, niliibiwa hela zangu, niliibiwa fedha katika benki uh-huh. Pesa zile zikawa zi, zinaondoka zinaondoka, pasipa kujua mimi zinaenda wapi. Ilikuwa mwaka elfu mbili na kumi na tano nimefuatilia hizo hela mpaka mwaka elfu mbili na ishirini nikapata stroke. Nimekuwa leo mwaka sita. Uliibiwa benki shilingi ngapi? Milioni mbili. Shilingi milioni mbili laki nne na elfu sitini na tano. Milioni mbili laki nne na elfu sitini na tano. Benki gani? Benki ya NBC. NBC. Tawi gani? Mimi nilikuwa kukoba tawi moja hapo kukoba. Ndio nikagundua hela zangu zimepotea. Uligunduaje? Niligundua baada ya kwenda kuchukua hela ile balance. Ndio. Mapungufu ya hela, wakakwambia, wakaniambia hizo hela siku hizi zima zima kadi, wakachukua ile kadi wakazima. Haya, ukaniambia watabarua hapa, swala lako litakuwa limesuluhishwa lime ndani ya siku arobaini na tano nimekaa nimezunguka nimekwenda huko be mpaka tunafanya uchaguzi wa rais Magufuli mwezi wa kumi na moja. Ndio baada ya kufuatilia sana mpaka nikaenda Dar es Salaam mwezi wa kumi na moja, ndio naambiwa hizo hela. Mimi nimenua vitu sivyo, Ulaya sivyo, Singapore make zote zinaonekana zilikuwa zinaenda Singapore, una karatasi hiyo kila kitu. Zilikuwa zinaenda Singapore, zilikuwa zinaenda Hong Kong, zilikuwa zinaenda wapi? Hizi karatasi nyingine ni original. Afisa tarafa iko. Afisa tarafa, toa kopi zote. Tampa nakala moja Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Tampa nakala moja OCD. Ndiyo. Kuanzia kesho. Ndiyo. OCD analifuatilia jambo hilo. Nashukuru. Na mimi nipate nakala moja kwa kumbukumbu zangu. Nashukuru. Kwa sababu fedha hizo zinaonekana umeibiwa kwa njia ya mtandao. Ndivyo walivyosema. Sasa nunua vitu kwenye mtandao. OCD anaweza kuhakikisha kama ni wewe. Ndiyo, au mtu mwingine si tumeelewana? Kuo, tutalifanyia kazi litakaa vizuri, Mama Samia akakuletea ufumbuzi wa jambo lako. Nashukuru sana. Asante sana namshukuru mama pia. Haya.